Ni kukaribishe tena mdau katika kipindi chetu cha magazetini leo asubuhi ya Agosti 18 ya mwaka 2023, kipindi ambacho kinakupa wasaa wa kufahamu habari zote kubwa ambazo zimeweza kuangaziwa katika magazeti mbalimbali mbali ya hapa nchini Tanzania, na kama bado uja subscribe nikukumbushe kufanya hivyo ili uweze kuendelea kuwa wa kwanza kupata video zetu. Na moja kwa moja nikianza kuangazia katika gazeti hili la Mwanaspoti, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba kuna kitu muhimu pointi tatu hapa. Pia kuna habari picha ambayo inaonyesha wachezaji wa timu ya Simba wakishangilia moja kati ya goli lao ambalo waliweza kupata wakati wakishinda kwa ushindi wa magoli manne kwa mbili dhidi ya timu ile ya Mtibwa Sugar. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanasporti inasema kwamba kitayose, tatizo lilianzia hapa Singida JKU kumekucha kaf. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanasporti ikisema kwamba Max aja na hesabu mpya Mrwanda Mzize anatosha Yanga. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele ikisema pia England Hispania ni vita, habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 13 huku habari nyingine ambayo inatuhitimishia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti ikisema kwamba TFF isiruhusu tena aibu hii, habari ambayo pia inaendelea kwa kina katika gazeti hili la Mwanaspoti. Unaweza ukajipatia nakala yako ya gazeti hili ili uweze kupata habari hizi kwa undani zaidi. Na nikiangazia katika gazeti hili la Mwananchi, habari ambayo imeweza kupewa uzito katika gazeti hili nasema kwamba madai ya udhalilishaji wa wanafunzi, mkuu wa shule da achunguzwa. Serikali yaunda kamati mbili kuchunguza tuhuma zake, adaiwa kuwadhalilisha wanafunzi wa kike kingono. Watoto zaidi ya ishirini wa mtaja waandika yote anayoyafanya mwenyewe, ang'aka, wazazi wafunguka. Hii ni habari pia ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi, ambao pia itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi inasema kwamba kesi ya mke wa bilionea Msuya, shahidi askari ayakana maelezo yake. Habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nane, huku habari nyingine ikisema kwamba sintofahamu watuhumiwa kutofikishwa mahakamani. Habari ambayo pia inapatikana kwa kina katika ukurasa huo wa nne wa gazeti hili la Mwananchi, habari nyingine ikisema kwamba bajeti, lugha kijingi, ufanisi wa mabalozi. Habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi, huku habari nyingine ambayo pia itatuhitimishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi ikisema kwamba sababu kufungiwa kwa ba rekaski mwanzo na nikiangazia katika gazeti hili la gwiji la habari Tanzania, Habari Leo. Habari ambayo imeweza kupewa uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba Samia agusa wengi, agizo kwa TLS, viongozi wa dini, wanasiasa, wasomi, wasifu falsafa yake, apangia vituo mabalozi watatu, amhamisha Kariuki. Hii hapa ni habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa undani katika ukurasa ule wa pili. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Habari Leo ikisema kwamba sekondari awali kuwa na michepuo 11, habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili huku habari nyingine ikisema kwamba bunge uhai NHIF muhimu kwa Watanzania, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa ule wa saba. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili ikisema kwamba Vodacom kununua hisa zote kampuni ya Smile, habari ambayo inaendelea kwa kina katika ukurasa huo wa nne, huku habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huo wa mbele wa gazeti hili la gwiji la habari Tanzania, Habari Leo ikisema kwamba serikali ya mbana Dr Sila na wenzake habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa huo wa tatu. Habari nyingine ambayo inaenda kutufungia ukurasa huo wa mbele wa gazeti hili la Habari Leo ikisema kwamba shahidi akana maelezo mauaji dada ya bilionea Msuya, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa huo wa saba. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la gwiji la habari Tanzania Habari Leo, habari ambayo imeweza kupewa uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba Simba yaanza kwa kishindo hapa pia kuna habari picha ambayo inaonyesha wachezaji wa timu ya Simba wakishangilia moja kati ya magoli katika ushindi wao wa magoli manne kwa mbili dhidi ya timu ile ya Mtibwa Sugar. Habari nyingine katika ukurasa huu wa michezo ikisema kwamba bodi Kidayose watukiana lawama habari ambayo pia inapatikana kwa kina katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la habari leo. Kwa habari nyingine ikisema kwamba TFF TAKUKURU kumuulika rushwa ligi kuu, habari ambayo pia inapatikana kwa kina katika ukurasa huu wa michezo. Na habari nyingine ya kimichezo ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la habari leo ikisema kwamba Getul afunguka mazito kazi za sanaa. Habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa ule wa 21, na nikiangazia katika gazeti hili la Uhuru, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito katika gazeti hili inasema kwamba Profesa Mkumbo, hakuna aliyekamatwa kwa kupinga uwekezaji bandari, asema serikali inaheshimu mawazo ya kila mtu kuhusu uwekezaji hakuna nchi inayolea uhalifu akemea wanaoeneza uongo, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa pili. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba Rais Dkt Samia kuzindua miradi nane Kizimkazi Dei, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa saba. Habari nyingine ambayo pia inapatikana katika ukurasa huu wa mbele katika gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba Kairuki balozi mpya Uingereza, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina pia katika gazeti hili la Uhuru. Na habari nyingine pia ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba Ndingo, mgombea ubunge CCM Mbarali, habari ambayo pia inapatikana kwa kina katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru. Habari nyingine pia ambayo inapatikana katika gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba kamati ya bunge yatilia shaka mwenendo NHIF, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa huo wa pili habari nyingine ambayo pia inatuhitimishia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba makamu mwenyekiti UWT asisitiza umuhimu masomo ya sayansi, na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uhuru, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba Simba yatakata ligi kuu Tanzania bara huku habari nyingine ikisema kwamba TAKUKURU yaendelea kuchunguza rushwa katika soka. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba Kitayose yawaibua wa rage Angetile, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uhuru. Habari nyingine ambayo pia inatitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uhuru ikisema kwamba Yanga yapania kuipoteza Asas. Na nikiangazia katika gazeti hili la Nipashe, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba bunge lashtuka mapato ya NHIF, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa pili huko. Habari nyingine ikisema kwamba uhaba wa dola, ACT yataka BOT inunue mafuta, wachumi wadai mbinu za Kenya habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 19 huku habari nyingine ikisema kwamba mtaala mpya waja na umri mpya wa kuanza shule, habari ambayo pia inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine ambayo pia itatitimishia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Nipashe ikisema kwamba wahasibu koti kuu baroni kwa tuhuma za wizi wa milioni mia sita za mirathi, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa pili. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Nipashe, habari kubwa ikisema kwamba Simba yaanza na 4G, Robertinho amlilia inonga safu ya ulinzi ikiruhusu mabao mawili ndani ya dakika mbili. Habari nyingine katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Nipashe ikisema kwamba bosi wa waamuzi akemea wachezaji kupisha marefu. Habari nyingine ambayo inatuhitimishia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Nipashe ikisema kwamba Simba aipa pigo Arsenal. Na nikiangazia katika gazeti hili la Wamachinga, habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito katika gazeti hili ikisema kwamba Profesa Mkumbo, makosa ya kijinai ndiyo yaliyowaweka nguvuni Sla na wenzake. Asema Tanzania ni nchi yenye kufuata vi asema Tanzania ni nchi yenye kufuata utawala wa sheria na kufuata sheria zake azitaka jumuiya zinazohusiana na haki za binadamu kuheshimu utawala wa sheria uliopo nchini Tanzania. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Wamachinga ikisema kwamba Arasi Chalamila DC Mpogola wapokea msaada wa shilingi milioni 51 kutoka katika benki ya NMB. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Wamachinga inasema kwamba halmashauri kuu CCM yamteua Bahati Ndigo kuwa mgombea ubunge jimbo la Mbarali. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Wamachinga ikisema kwamba Mijire awataka wakuu wa taasisi sekta ya uchukuzi kusimamia imara miradi ya maendeleo. Na habari nyingine ambayo pia inatuitimishia ukurasa huu wa mbele katika gazeti hili la wamachinga ikisema kwamba NHIF yaagiza kuimarisha mifumo ya kudhibiti mianya ya udanganyifu. Na nikiangazia katika ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la wamachinga, habari kubwa ambayo inapatikana katika ukurasa huu ikisema kwamba Simba yaitandika Mtibwa Shuga magoli manne 4 kwa 2. Hapa pia kuna habari picha ambayo inaonyesha wachezaji wa simba Jean baleke pamoja na will onana, wakiwa wanashangilia moja kati ya magoli katika mchezo huo ambao ulipigwa katika uwanja wa kati ya timu ya Mtibwa Sugar dhidi ya timu ya Simba Sport Club. Habari nyingine ikisema kwamba Man City achukua kombe. Kwa habari nyingine ambayo inatuitimishia katika ukurasa huu wa spoti ikisema kwamba TFF Takukuru waonya kuhusu rushwa michezoni, na nikiangazia katika gazeti hili la Jamvi la Habari, habari kubwa ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele ikisema kwamba CCM wajifungia Dodoma, ni kikao cha kamati kuu kilichotoka na maazimio ya kupongeza utendaji kazi wa Rais Dr. Samia na Rais Dr. Hussein Mwinyi, habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa nne. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele kwa gazeti hili la Jamvi la Habari nasema kwamba Profesa Mkumbo afunguka kukamatwa kwa Dr. Sla, asema kuwa amekamatwa kwa makosa binafsi na sio kuhoji mkataba wa bandari. Habari nyingine ambayo pia inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Jamvi la Habari ikisema kwamba Dkt Mpango amwakilisha Rais Dkt Samia mkutano Sadek. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Jamvi la Habari ikisema kwamba NEC atoa vibali uchaguzi mdogo habari nyingine ambayo pia itatuhitimishia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la jambi la habari ikisema kwamba CCM ya, CCM ya mteua Bahati Kenneth Ndingo kugombea ubunge Mbarali. Habari ambayo itakuwa ikipatikana kwa kina katika ukurasa wa tano, na nikiangazia katika ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la jambi la habari, habari kubwa ambayo imeweza kutoa uzito ikisema kwamba Mtibwa Shuga ya chapika manungu wakubali kipigo cha 42 baleke onana wa kitakata habari nyingine ikisema kwamba Gamondi awafungia mastaa Yanga Sport Club, huku habari nyingine ikisema kwamba ngoma ya achi ya Diamond na Kofio Lomide haikamatiki. Habari nyingine ambayo inatuhitimishia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Jamvi la Habari ikisema kwamba kifaru Ahmed Ali wageuka gumzo, habari ambayo inatuhitimishia pia kipindi chetu cha magazetini kwa siku ya leo Agasti 18 ya mwaka 2023. Nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kupata video zetu, usisahau kusubscribe na gusa alama ya kengele ambayo inapatikana chini ya video hii.